Uh, inakuwaje mtazamaji wa 2025 New Vision 05? Kama ilivyo awali, kama tunavyofanyaga, basi mada ipo tofauti leo, lakini kipindi ni kile kile, tushauriane, tujikomboe. Na leo mada usika husika ni, ni jinsi gani ambavyo unaweza ukadumisha mahusiano yako, wale ambao wapo kwenye mahusiano. Tutapata funzo kutoka kwa kaka hapa, atajitambulisha kwa jina lake, then tutaanza mjadala wetu, bila kusahau nyuma ya kamera ni Wito Wanaman. Na mimi ni Dickson Sabuni. Mambo vipi kaka? Safi. Inakwaje? Freshi. Habari yako? Habari yangu ni njema sana. Uko poa kabisa. Uko poa sana. Naona umejiandaa na baadaye kuangalia mechi ya fainali kati ya Singida pamoja na Yanga Afrika. Ah, ndiyo ndo furaha iliyobaki sisi tushatupwa kwenye yale mashindano ndo hivyo. Safi. Hayo ya, yalikuwa maoni maoni kwa kutokana na mpira. Ah, mada husika ni yule anayekuangalia ambaye yuko kwenye mahusiano unamshauri nini ili mahusiano yake yaweze kudumu? Kwa sababu teknolojia hivi sasa na utandawazi uliokuwa, mahusiano mengi huwa hayadumu. Je, wewe ambao unaona wapo kwenye mahusiano na watu wengi wapo kwenye mahusiano, lakini mahusiano yao hayadumu, wewe unawashauri nini ambao wapo kwenye mahusiano, kwa jinsia zote mbili, upande wa kike na wa kiume? Ah, mi nachoweza kuongea kwanza, wamtangulize Mwenyezi Mungu na pili waaminiane akuwe na uaminifu na wavumiliane katika kila hali. Kwenye mahusiano huwa kuna, kuna, kuna kuaga na kipindi cha uh, unajua mahusiano mahusiano mahusiano huwa yanakuaga mazuri kwa wale ambao, kwa wale ambao uh, wamesikizana na wamevumiliana kiasi kwamba wameingia mpaka kwenye mahusiano ni kwamba wamekuwa wamepitia mabonde na milima. Aa, na katika katika hali yoyote ile unatakiwa kuwa mvumilivu siku zote, na kingine, msizarauliane. Mwanamke anaweza akakudharau pengine labda kwa kumpa zawadi ndogo, afu akatokea mwanaume mwingine akampromise, akamwahidi Zawa, zi, kwa, kwa zawadi na kuja kukuacha wewe uliokuwa wa kwanza. Ah, hiyo hiyo ndio inakuwaga kitu kibaya kwenye mahusiano. Kwa mimi nawasa tu kwamba kwenye mahusiano, jambo la kwanza mtangulize Mwenyezi Mungu, jambo la pili amvumiliane kwa kila hali na msizarauliane, hivyo tu. Uh, labda swali la mwisho ambalo ni la umuhimu mm, ili na wale ambao wanatuangalia waweze kupata elimu kutokana na majibu ambayo utakayotoa. Mm, kwenye mahusiano nimefanya utafiti, nimeangalia wengi wao huwa wanaachana kwa pande zote mbili, kutokana na labda tamaa au vitu vile ambavyo vinakuwa vikubwa zaidi ya uwezo. Je, katika jinsia hizi zote mbili unamshauri nini mtoto wa kike au mtoto wa kiume, kwa sababu ukiangalia siku hizi watoto wa kiume wapo for fun. Yani, nikisema for fun inamaanisha kwa ajili ya starehe, yani anamchezea tu mtoto wa kike, akishamaliza anamwacha, au anatumia tu hela zake, akishamaliza anamwacha hivyo hivyo. Kwa upande wa kike, labda amemwona mwanaume hela anazo nyingi, anaenda kwa sababu ya hela zake nyingi, baadaye akishamaliza kutumia hela zake nyingi anamwacha, au anaenda tu kwa ajili ya starehe, akimaliza anamwacha. Je, unawashauri nini hao watu ambao wanafanya hivyo kwa wanawake wao na wanaume wao? Mi kwanza cha kuwashauri kwanza, waachane na kuchezeana, waepukane na kuchezeana, kwa maana ya kwamba kuna kuwaga na ule muhemuko. Kwa mfano kijana wa kiume anapokuwa na vijisenti, vijisenti anaanza kuna ile tabia inamjia tu kwamba moja ni testi zali pale hivi nikivaa hivi, au nikimnunulia nikin, nikin, kitu fulani nikampa zawadi fulani, pengine labda anaweza akajaa. Kwa hiyo ule, ule muda ile kipindi kikipita, ndio hivyo tena, mahusiano haipo tena, kwa maana ya kwamba tayari amesha kipata kile alichokuwa amekitaka na akafanikiwa, na ana mpango tena. Mwanaume siku zote wanaume wenye, wenye, wenye tabia kama hizo kuangalia kwingine tena, kwa maana ya kwamba anaweza kutumia fedha zake kwa kumlaghai kwa kumnunua. Sisi tuna kwa lugha ya rahisi tunasema kumnunua. Basi akishafanikiwa kuku, kupata kile alichokuwa amekikusudia, ina maana hana jipya tena, kwa maana ya kwamba tayari ameshafanikiwa kama ilivyo ada. Hivi ushawahi kusikia kuna kuwaga na kampeni baada ya uchaguzi? Kampeni baada ya uchaguzi. Tayari rais, kama ni rais ashapatikana, hamna kampeni tena. Tena kuna kuwa na kampeni kwa awamu ya pili ambao wanakuwa wanachaguliwa. Sasa ndio awamu ya pili sasa, awamu ya pili ndio hivyo, watu watajiandaa kwa awamu ya pili, lakini kwa awamu hiyo ya kwanza inakuwa hamna. Ndivyo ilivyo kwa vijana wengi. Ndiyo na kwa upande wa, wa wan, sichana, wan, wan. Wanawake wasichana no, wanawake pia wasichana nao hivyo hivyo hawana utofauti sana, wanatumia sijui nisemeje kwa lugha ya rahisi ambayo <laughs> itaeleweka, tuseme wanatumia zile, ule muonekano wao hmm? na mtoto wa kike siku zote usipomdanganya mzee huwezi ukampoa, kwaona wao wamejijenga kwenye ile hali ya mi mpaka nidanganywe, ndio ndio nitakuwa na ndio nitakuwa nitakuja kumkubalia, lakini vinginevyo hapana. Unajua, wanahitaji sana kupigiwa saundi na wao wao wanajisikia, ah, mimi ni nani napigiwa saundi na ha? atongozwa sijui mimi na nini, basi kwao. Oh, waachana zile tabia. Kama kweli umeamua kuingia kwenye mahusiano, basi isije ikatokea ile hali ya kuchezeana mahusiano yenu, yani mwanzo wa mahusiano yenu yawe mema mpaka mwisho wa mahusiano, msingi Mwenyezi Mungu, msingi Mwenyezi Mungu ndio na, na, na, na, na. Vijana mimi nawaasa, yani kila mtu atafute aa, mtu ambaye anaweza akaendana naye, kwa maana ya kwamba hata waswahili wanasema ndege wanaofanana huruka pamoja, huruka kwa pamoja ndio. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba au vijana au hao ambao wako kwenye mahusiano kwamba pesa sio kila kitu. Pesa ndio, pesa sio kila kitu, pesa sio kila kitu kwa sababu unaweza uka, ukawa na pesa leo kesho ukakosa. Ndio basi sana wanakutambua kama nani, ili hata yule ambaye atatoa comment pale hmm, aweze kuku... kukujua yaani unafahamika kama nani. Mimi nafahamika kama Fanuel Sule, mshauri wa vijana. Asante sana. Kwenye mahusiano Asante kwa mda ah, ah, wakowe unaetutazama, endelea kushare kucomment kulike pamoja na kusubscribe hapo kutufollow kupitia hiyo chaneli ya TikTok ya 2025, New Vision 05. Huyu alikuwa mweshimiwa hapa Fanuel ambaye ameelezea kabisa kuhusiana na jinsi gani mmeweza mkadumu kwenye mahusiano na kaongelea vitu vingi sana. Unaweza ukapitia video hiyo na ukatuambia ni kitu gani kingine ambacho unahitaji kujua. Jina langu mimi ni Dickson Sabuni, na kipindi ni tushauriane tujikomboe. Kama nilivyokuambia nyuma ya kamera na producer wetu ni Wito Wanaman, ambaye anatufanya tunaonekana vizuri hapa. Mpaka wakati mwingine tena, chao chao.